Karibu kwa channel Afya Tips. Kwenye video ya leo tenda kuelezea jinsi ambavyo ute unaotoka kwenye uke wa mwanamke unaweza kubadilika katika pindi tofauti tofauti vya mzunguko wa hedhi. Lakini kabla sijaendelea nikukumbushe, kama bado hujasubscribe kwenye channel Afya Tips, tafadhali fanya hivyo ili endelee kujua masomo mazuri kama haya. Unajua, kwa kawaida wanawake huwa wanatoka ute katika sehemu za siri au ukeni. Na ute huwa unakuwa una umuhimu kiafya. Kwa mfano, huu ute wago unafanya kazi ya kumlinda mwanamke na maambukizi mbalimbali ambazo akayapata katika sehemu zake za siri. Lakini pia huu ute wago unafanya kazi kama kilainishi kipindi mwanamke anashiriki kitendo la ndoa au anafanya sex. Lakini pia huu ute wago unahakikisha uke wa mwanamke unakuwa katika hali safi na hali ya afya. Sasa huu ute ambao unatoka kwenye uke wa mwanamke huwa unabadilika badilika kwa vipindi tofauti tofauti na kwa sababu tofauti tofauti kuna mabadiliko ambayo ni ya kawaida kabisa, lakini kuna mabadiliko mengine ambayo za kashiria kwa, kwa kuna tatizo au mwanamke anaumwa kitu fulani. Hasa ni vyema mwanamke akayafahamu mabadiliko ambayo yanaweza kutokea katika ute wake kwenye vipindi tofauti vya mzunguko wa hedhi, ili pale ambapo anaona mabadiliko mengine tofauti ajue cha kufanya ni nini, au ajue hatua gani ya kuchukua. Tukianza na kile kipindi cha mwanzoni pale mzungu wa mzunguko wa hedhi sasa katika kipindi ambacho mwanamke anakuwa anatoka damu ya hedhi ambacho ndio kipindi cha mwanzo hapo wa mzunguko wa hedhi, ule ute ambao unatoka kwenye uke mwanamke unakuwa umechanganyikana na damu ya hedhi, kwa hiyo mwanamke awezi kugundua au kuona ni ute wa aina gani ambao unatoka katika kipindi ambacho anatoa damu ya hedhi lakini kwenye zile siku za mwisho mwisho, pale unapomalizikia kutoa damu ya hedhi, ule ute unaweza kuona rangi kama ya brown na rangi ya pinki fulani, kuashiria kwamba huu ute umechanganyana na damu ambayo inamalizikia kutoka. Hasa kwenye zile siku ambazo zinafuata baada ya kumaliza kupata damu ya hedhi, ute ambao unazalishwa unatoka kwenye uke unakuwa gani kwa kiasi kidogo sana, na kwa wanawake wengine wanakuwa wakavu kabisa, wanaweza wasipate ute kabisa katika hichi kipindi. Sasa katika kipindi cha katikati cha mzunguko wa hedhi ambao tunasema ni kipindi ambacho kinaendana na zile siku ambazo mwanamke anakuwa na ovulate au anatoa yai kwenye mfuko wa yai, katika hichi kipindi ute unaozalishwa unakuwaga ni wa kiasi kingi kuliko kipindi kingine chochote kile cha mzunguko wa hedhi maanake, kuliko mwanzoni wa mzunguko wa hedhi na mwishoni wa mzunguko wa hedhi, lakini pia ute unazalisha kipindi hiki unakuaga, kwanza ni mwepesi, lakini pia unakuwa kama elastic au unavutika vutika fulani, unakuwa kama unanata hivi, lakini pia ule ute na muonekano wake unaweza kuwa kama, unakuwa kama wa cream kwa mbali hivi. Sasa kule mwishoni mwa mzunguko wa hedhi, maana yake ni baada ya zile siku za mwanamke ku ovulate au kutoa yai, kutoa kwenye fukua yai, kwanza ule ute ambao unazalishwa kwenye, kwenye uke mwanamke unapungua kiasi ukingaisha pale katikati ya mzunguko wa hedhi, maana kiasi cha ute ma zaisha kinakuwa kinapungua, lakini pia ute ambao unatolewa kipindi hiki cha mwisho wa mzunguko wa hedhi unakuwa ni mzito kuliko kipindi kingine chochote kile cha mzunguko wa hedhi. Na hivyo ndivyo jinsi ute unaotoka ukeni kwa mwanamke huwa unabadilika badilika katika vipindi tofautitofauti vya mzunguko wa hedhi. Sasa katika video nyingine, katika video ambazo zinafuatia, nitakuja kuelezea ni mabadiliko gani ambayo yakitokea kwenye ute wa ukeni kwa mwanamke yanayoweza kaashiria kama mwanamke ana ugonjwa au ana tatizo fulani. Asante sana kwa kunisikiliza, naomba nikukumbushe kama hujasubscribe kwa channel Afya Tips, tafadhali fanya hivyo. Lakini pia usisahau click alama ya kengele hapo ili punde video nyingine zitakapotoka kwa Afya Tips uwe wa kwanza kuinjoy masomo mazuri kama haya.